Kuendelea na kuongezeka. Mcha Mungu lazima akue, aendelee, alafu aongezeke. Nimesemaje? maisha ni nini? Kukua, alafu kuendelea, alafu kuongezeka. Na mcha Mungu lazima akue, alafu aendelee, alafu aongezeke. Nifate kwa makini, sitachukua muda mrefu. Nimeambia kuna, kuna mpunga mahali tanda kula mpunga yaende kupiga mpunga leo, usiondoke mpunga pamoja, unanoga sawa sawa, tutapiga mpunga pasa. Ameandaa mpunga hapa hapa, tutapiga mpunga hapa hapa leo. Ni siku ya kupiga mpunga wa kiroho na wa kimwili, haleluya! Sasa mimi hapa Tanga ni, ni kwetu hapa. E, nime, nimekulia hapa wazazi wangu wameishi wa, wa hapa na wa, walikufa hapa na tukawazika hapa, hapa. Asubuhi mzee Bilingi amesema somo la pekee sana kawa anazungumzia Daniel alivyojizuia kula. Pasa Mungu akubariki sana. Sasa naomba unifuate kwa makini ili uwe mcha Mungu wa kweli, dhamiria kukua Lazima ukue, alafu uongezeke, alafu uwe unaendelea. Lazima mkristo akue, lazima mcha Mungu aongezeke, lazima Mkristo, mwanadamu. Tutaangalia ukuaji katika nyanja zote unavyokuwa. Tuanze pale alipoishia mzee Biringi, soma nami. Nimeambia kuna msomaji hapa mzuri, nimemwomba ni, ni, mzee atafutie msomaji anayejua kiswahili vizuri, anayesoma kwa sauti pevu iliyonyoka alafu anayejua kushika maik. Twende kitabu cha Luka sura ya pili soma fungu la hamsini na mbili anzia hapo alipoishia mzee wa kanisa. Nimetii ulivyosema mzee Bilingi, naanzia pale ulipoishia. Twende Luka mbili anzia hamsini na mbili Twende haraka haraka, anasema aha, na Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo uh -huh. Akimpendeza Mungu na wanadamu. Shika maneno hayo: Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo akipendeza Mungu na wanadamu, wanadamu. Sikiliza, Yesu huyu, anazungumzia Yesu aliyekuwa hapa duniani, aliyezaliwa na Mariamu, baba yake mlezi ni Yusufu. Alipozaliwa Yesu maisha yake ya utotoni yameelezewa inerash kwa haraka e, yani e, e, e, e, labda ni sasa, muda hautoshi e. Biblia iko hivi, habari za Yesu duniani aliyekaa miaka 33 na, na nusu, karibu asilimia 90 ya maelezo walioandika Matayo, Marko, Luka na Yohana yanazungumzia matukio ya Yesu ya miaka mitatu na nusu tu. Miaka 30 ya nyuma Biblia haisemi, haukuwa mzigo wa waandishi Nikikuwa, mimi ndio, ndio Roho Mtakatifu mzee Bilingi, ningemwambia Mathayo, eh, hey, andika habari za Yesu kuanzia kuzaliwa mpaka miaka kumi. Alafu Marko, anzia kumi na moja mpaka ishirini. Mm-hmm. Alafu Luka, anzia ishirini na moja mpaka thelathini. Alafu Yohana, malizia ile mitatu na nusu ya mwisho ya ubizi. Roho Mungu hakuona hivyo. Wote waandishi wote wanne wakarundikana kwenye miaka hii tu. Tatu na nusu. Lakini tena nusu ya wote, nusu ya maandishi yao yote wanaandika matukio ya wiki hii. Yaani lazima, kama unataka kujua ukombozi, gharama ya wokovu wako, tafuta kwa bidii kujua passion week, kazi Yesu aliyoifanya katika ile wiki ya mwisho ya kupigania sayari hii iokolewe. Inaitwa wiki ya mateso, ile wiki ya mwisho. Sasa Yesu alipozaliwa, mwandishi huyu anasema tu kwamba akakuwa katika hekima na kimo akipendeza Mungu na wanadamu. Hapa tayari amegusa ukuaji wa nyanja zote nne. Katika hekima, huo ni ukuaji wa kiakili, mental growth. Na kimo, ukuaji wa kimwili. Yesu, msosi eh, msosi, mambo ya mwili. Wanasema kwenda hivi ni Mungu anajua, urefu ni wa Mungu, kwenda hivi ni juhudi yako <laughs> kwenda hivi Mungu, kwenda hivi juhudi yako. Sasa Yesu akakuwa katika hekima na kimo, yaani kiakili na kimwili, akipendeza Mungu, kuwo ni ukuaji wa kinini? wa kiroho, Yesu na Mungu alafu na wanadamu, huwo kwa ni ukuaji wa kinini? kijamii Mcha Mungu lazima pia uwe vizuri na watu. Akakuwa katika hekima kiakili akili na kuwa yani, lazima mtu unapokuwa uwe balanced, uwezo wa kufikiri uendane na ukuaji. Kuna kuna vijitu fulani kidogo kifupi lakini kinaongea sana, yaani akili iko mbele mwili uko au, jitu moja kubwa kubwa lakini maneno yake ya ovyo. Hilo, hilo sasa linaitwa kubwa jinga <laughs> mwili mkubwa akili na, sasa ndio sasa li, eh, sasa ndio sasa ndio mume wako sasa. Umeolewa na kubwa jinga mwili mkubwa akili, pambana nalo hilo, hilo la kwako. <laughs> Kuna siku tutaongea mambo ya mambo ya ndoa hapa. Utajuaje kwamba huyo mwanaume ni kubwa jinga? Utamjuaje? kuna vigezo saba nitakwambia siku moja kujua kwamba huyo mwanaume ni kubwa jinga au ni mume anayefaa. Kwa hiyo ukuaji huo Yesu alikuwa katika hekima na kimo yaani kiakili kimwili alafu akipendeza Mungu kiroho na wanadamu kijamii. Yesu alikuwa na mahusiano mazuri na watu. Mcha Mungu lazima aende vizuri na watu. Uwezi kuwa Mkristo mchamungu ambaye una ugomvi na majirani. Kuna watu hamsalimiani wa kuna watu hampeani wa chumvi kuna watu hamwangalani wa usomi <laughs> lazima Ukristo na ukuaji wako upelekane na mahusiano mazuri na watu, watu waone uchamungu kwenye mahusiano yako na watu. Wezi kuwa unapiga mke wako alafu anasema mimi ni mzee wa kanisa. Alafu ah, niseme kama wewe unapiga mke wako na umekaa hapa siku ikiitwa foleni ya wapumbavu. Wapumbavu foleni, kimbia, ndio foleni yako hiyo yani. Hakuna kitu cha kipumbavu kama kupiga mwanamke, wanaume. Amjambo, mjambo. Kwanza mwanamke uliyemuua sasa, sasa, sasa kwanza, kwanza, unampiga wa nini hapo mwanamke? Unapiga wapi? Unapiga wapi? macho ya gololi, shingo ya upanga, kiuno kama nyigu, mguu wa unapiga wapi, aniambie. Mwenyewe unapiga wapi? <laughs> Mungu ni wa ajabu kwa wanawake tu eh. Mungu aliumba, acha ushamba. Unampiga wa nini mwanamke? unampiga nini? unampiga wa nini ha? Wanaume, wanaume hatusifii hatu, hatu sura mwanaume. Hata kama una sura kama kaka, kuona potelea mbali Wanasema, a man if you have money, then you are handsome. Ukiwa na hela umzuri. Nami niwaambie wanawake mlioko hapa, olewa na mwanaume mwenye sifa hizi: moja, awe mcha Mungu, hilo hakuna mjadala. Pili, awe mchapakazi, asiwe mvivu. Tatu, ajue kupenda. Kama ni mcha Mungu, anachapa kazi, anajua mapenzi

O oh, ana makalio hmm. Kuna siku mtalala na njaa na makalio yapo, habari <laughs> <laughs> ndio hiyo <laughs> naitwa Pastor Mjema, sina dogo nimewambia. <laughs> Oh, mwanamke mwenye akili oho, mimi nimewambia eti. Shepu hailiwi, shepu haichemshi supu wala haikaangwi mayai. Tafuta mwanamke mwenye akili Atakufanya mbele ya safari. Kwa hiyo tunapozungumzia ukuaji wa Mkristo, lazima akuwe na kuongezeka. Lazima kila siku utoke mahali fulani kwenda mahali fulani huwezi kuwa ulivyo, kila siku unakuwa hivyo hivyo tu, maugomvi na watu, unapiga mke wako, unafanya. Lazima uache mambo ya zamani, uwe kiumbe kipya kila siku, damu ya Yesu ikutakase from glory to glory every day. Lazima kila siku ukue. Paulo anaelezea alivyokuwa, soma nami haraka haraka, Wakorintho wa kwanza, twende rafiki yangu, Wakorintho wa kwanza, kwa Wakorintho wa kwanza kumi na tatu fungu la kumi na moja twende haraka haraka kumi na tatu anzia fungu kumi na tatu fungu la kumi na moja anasema, nilipokuwa mtoto mchanga, aha, nalisema kama mtoto mchanga, aha, nalifahamu kama mtoto mchanga, aha, nalifikiri kama mtoto mchanga, aha, tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo mambo ya kitoto. Nifuate kwa makini sana, lazima ukuwe mahali ufike mahali uupe kisogo ukurasa uliopita. Lazima ufike mahali fulani uupe kisogo ukurasa mmoja uliopita. Twende ndani hapo hapo hapo, Waebrania 11. Soma fungu la ishirini na nne twende rakaraka. Kuna mtu mmoja alipokuwa mtu mzima, twende Ebrania kumi na moja ishirini na nne. Wasema: Aha, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima, haleluya, he, akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Mzee Bilingi, nisikilize, anasema: kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, nisikilize, yasema, kwa imani Musa hakukataa mpaka alipokuwa mtu? Mtu mzima. Fika mahali ukatae utu wako wa zamani usiokuwa na maana, akakataa lakini mpaka uwe mtu mzima. Muulize jirani yako, umekuwa mtu mzima? Muulize hmm? Vizuri, usimwangalie kwa, kwa maringo, mwangalie usoni, mwambie: nakuuliza hivi, umekuwa mtu mzima? Mwambie yakataa zamani hmm. Kataa kuitwa mwana wa binti Farao lakini mpaka alipokuwa mtu mzima. Yani ya kwamba katika, katika maisha ya imani unafika mahali unaona hapa nilipo lazima niongezeke nijue zaidi, niache utoto sasa. Kinachoponza watu wasikue ni hiki, soma nami haraka haraka, Waibrania tano anzia fungu la kumi na moja haraka haraka, tano kumi na moja twende haraka haraka, Waibrania tano kumi na moja Nini kinachofanya watu wasibadilike? ambaye tena maneno mengi ya kunena ambaye tun tuna sio tena ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake Aha. na ni shida kueleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Mzee Bilingi, tunaambiwa tumekuwa wavivu nini wa kusikia. Endelea, yeah. Kwa maana Aha, iwapasapo, iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mm -hmm. mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi na mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu kwa maana Aha. kila mtu atumiaye maziwa mm -hmm. hajui sana neno la haki Aha. kwa kuwa ni mtoto mchanga Aha. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa, ku, kwa, ku, kwa kutumiwa kwa zimezoezwa kupambanua mema, mema na, na mabaya. Asema uvivu wa kusikia, uvivu wa kujifunza. Watu wengi ni wavivu wa kusoma Biblia. Unataka usomewe unataka uambiwe yani, maneno ya kuambiwa yana nafasi kubwa kwenye maisha yako kuliko kusoma mwenyewe. Huwezi kujua ukweli kama biblia unasomewa. Huwezi kumjua Mungu kama unasubiri kuambiwa na wahubiri, kuambiwa na wengine waliosoma kwamba biblia imesema. Soma mwenyewe, usiwe mvivu wa kusoma, usiwe mvivu wa kutafuta, tafuta mwenyewe, kuwa kama watu hawa. Soma rakaraka raka, Matendo 17 Matendo 17, soma fungu la kumi Ase, na, na, natumaini uwe, uwe, na, na speed kala kabisa. Aha. Uh -huh. Kuna saba kumi, kuna watu hawa walipojifunza neno la Mungu soma haraka. Anasema, Aha. Uh -huh. 1710, Matendo, 1710. Ma, mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku, uh -huh. hata Beroya uh -huh. na walipofika huko wakaingia katika mm -hmm. sinagogi la Wayahudi uh -huh. watu hawa walikuwa waungwana kuliko uh -huh. wale wa Thessalonike uh -huh. kwa kuwa walilipokea lile neno uh -huh. kwa uelekevu, kwa, kwa wa moyo uh -huh. wakayachunguza maandiko. Wakayachunguza maandiko kila siku. kila siku. Ili? Waone kwamba I, mambo hayo ndivyo ya alivyo. Mambo hayo ndivyo yalivyo. Hawa watu waliitwa Waberoya, walipohubiriwa neno nao, wakakaa waka sasa, wakachunguza maandiko kila siku, waone je, haya mambo yaliyotuambia Paulo, je, ndivyo yalivyo. Mcha Mungu lazima ukae mahali uangalie, je, haya mambo niliyoambiwa, je, haya mambo ndivyo yalivyo. Asikilizeni kwa makini, ninaomba unisikiliza na uniangalie Mko hapa Waadventista wa Sabato, uh, mko hapa labda Wakatoliki, Waislamu, KKT. Kama imani uliyo nayo ni kwa sababu umekuta wazazi wako wanaabudu hapo, wewe hauko salama. Yaani umekuta wazazi wako, mbona wewe ni msabato? Nimezaliwa kwenye wasabato. Acha ushamba, jua je mambo haya ndivyo ya ndivyo alivyo wewe mwenyewe achana na dini ya babu ya babu, siji si tulikuwa je, okay, wazazi wangu wale wanasema huu ndio ubatizo sasa. Okay, kwamba hii ndio sikwa kuabudu. Je, mambo haya ndivyo yalivyo. Kukua ni kutafuta kujua. Je, hiki nacho kiamini hapa nilipo, je, hivi ndivyo Mungu alivyosema? Je, haya niliyokuta wazazi wangu ikifanye, je, mambo haya ni kweli ndivyo yalivyo? ya kukua Usiwe na dini ya kurithi, usiwe na mafundisho tafuta we mwenyewe. Je, mambo haya hivi kinachokiamini, je mambo haya ndivyo yalivyo? Kuwa kila siku, kuwa usikae pale pale. Mama, mbona wewe unaamini hapa? Ukoo um, wetu, wat, watu tunasali hapa ah. Je, mambo haya ndivyo yalivyo? Sasa yule aliyesema, soma, soma ile, soma tena ile tuliosoma mwanzo, soma tena ile tuliosoma Wakorintho wa wako kwanza kumi na tatu kumi na moja ambao Nilo, nilo funga, tumesoma ku. Uh -huh, tuende. A, anasema nilipokuwa mtoto mchanga uh -huh. Nalisema kama mtoto mchanga uh -huh. Nalifahamu kama mtoto mchanga uh -huh. Nalifikiri kama mtoto mchanga uh -huh. Toke hapo nilipokuwa mtu mzima kuyabatilisha uh -huh. Mambo ya, ya kitoto.